Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja tu imepita toka rais Donald Trump alipokaa kikao na wafanyabiashara wakubwa duniani wa biashara ya mafuta, lengo la kikao ikiwa ni kujadili kuhusiana na wafanyabiashara hao kuchagizwa na serikali ya Marekani kwenda kufanya uwekezaji katika biashara ya mafuta ndani ya nchi ya Venezuela uwekezaji ambao unategemewa kufikia kwenye takriban dola bilioni mia moja. Lengo la uwekezaji hasa inaonekana vilevile vile ni kujaribu kwanza kuboresha miundombinu iliyoko ndani ya nchi ya Venezuela, kuzingatia kwamba nchi ya Venezuela imekuwa na katika vikwazo kwa muda mrefu kiasi ambacho mapato yaliokuwa anapatikana kupitia kampuni yake mama ya, ya PDVSA maana yake inawezekana ilikuwa hayaiwezeshi Venezuela kufanya uboreshaji wa miundombinu yake kwa muda mrefu. Lakini jambo lingine maana yake ni kujaribu kuweza kuangalia namna ya kuongeza uzalishaji ndani ya nchi ya Venezuela, maanake kufanya uwekezaji utakaongeza uzalishaji utaka, ukiachilia mbali uh, uwekezaji mkubwa wa teknolojia ambayo vilevile vile. Itaweza kusupport zile shughuli za uzalishaji, lakini vilevile uh, uwekezaji wa mtaji kwa maana ya kwamba kuweza ku uh, ajiri watu zaidi katika sekta ya uzalishaji wa, wa mafuta ndani ya nchi ya Venezuela, na hasa kulingana na maelezo ya Rais Donald Trump, inaonekana kwamba focusing ni kuajiri zaidi raia wa Venezuela kuliko raia wa nchi nyingine. Lakini movement hii ya Rais Donald Trump imefuatia na tangazo kutoka katika idara ya Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi ya, ya Marekani kuwatangazia raia wa nchi ya Marekani wasiende katika nchi ya Venezuela, na walioko ndani ya nchi ya Venezuela, ikibidi wanatakiwa waondoke, wafanye arrangement aidha na balozi au na uh, makampuni ya ndege ili waweze kuondoka ndani ya nchi ya Venezuela. Tangazo la Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi ya Venezuela hasa linafatiwa na linatokana na movement ambayo imekuwa ikifanywa na kikundi kinachojulikana kama kolektivo. Kundi la kolektivo ni kundi ambalo kwa upande mmoja au mwingine lina linahusianishwa sana na serikali ya nchi ya Venezuela toka kipindi cha Rais Nicolas Maduro. Maana yake hata maandamano yalikuwa yakifanywa kipindi cha nyuma na baadhi ya jamaa ikiwezekana wa upinzani kama kina Marina Correa Machado, kina Edmundo Gonzalez Urrutia, na mfano wake, maana yake, maandamano yale yalikuwa akikutana vilevile na upinzani kutoka katika kundi la kolektivo, kwa sababu kundi la kolektivo maana yake ni kundi ambalo uh, kwa upande mmoja mwingine ni kama linafanya kazi na idara za ulinzi na usalama za nchi ya Venezuela. Maana yake unapokuepo jeshi, unapokuepo polisi, basi na vilevile kolektivo huwa wanahusika katika, katika hilo. Kwa siku za karibuni kolektivo wamekuwa wakiweka uh, vile vizuizi vya barabara kwa ajili ya kufanya ukaguzi waraia wa Kimarekani wanaopatikana ndani ya nchi ya Venezuela, lakini vilevile kutengeneza mtandao wa kufuatilia movement yote iliyopelekea kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro. Na hiyo ndiyo asili ya State Department ya Marekani, wizara ya mambo ya nje ya Marekani, kuweza kutoa tangazo la kwamba raia wa Marekani anatakiwa waondoke na wasiende pia katika nchi ya Venezuela. Sasa hili maana yake ni moja katika mambo ambayo uh, wawekezaji wengi walikuwa wakikusudia kulipata kutoka katika nchi ya Marekani uhakika au kupewa garanti ya yale yanayoweza kutokea katika prosesi nzima ya uwekezaji ndani ya nchi ya Venezuela, kwamba nchi inapokuwa haina usalama, maana yake hata uwezekano wa mtu kuwekeza pesa yake inakuwa ni jambo, ni jambo gumu. Kwa hivyo Marekani maana yake wafanyabiashara wanakitaka kutoka katika serikali ya Rais Donald Trump ni kuhakikishiwa mazingira ya kiusalama na hichi kinachoendelea sasa hivi maana yake ni sehemu ya miscalculation, au ni sehemu ya hesabu mbovu ambayo ilipigwa na nchi ya Marekani. Marekani inaonekana kwa taarifa walizokuwa nazo ni kwamba wakimwondoa rais Nicolas Maduro, yeye anaonekana kwamba ndiyo stumbling block. Yeye ndiyo kizuizi kikuu cha Marekani kuweza kufikia katika malengo yake kwa kuzingatia umuhimu wa biashara ya mafuta uh, kwa nchi ya Marekani kwa sababu Marekani uhai wake zaidi katika upande wa uchumi unategemea sana biashara biashara ya mafuta, kwa kuzingatia kwamba dunia nzima inahitaji mafuta, na ndio maana ilikuwa imewahi kuingia katika negotiation kwenye miaka ya sabini takriban na nchi kama ya Saudi Arabia, ambao ukizingatia walikuwa ni wazalishaji wakubwa zaidi au ni wazalishaji wakubwa zaidi wa biashara ya mafuta uh, kuiomba kwamba isifanye biashara ya mafuta ila itumie dola ya Marekani. Kwa hivyo hita, hitajio la dola likaongezeka kwa kiwango kikubwa duniani, kwa sababu maana yake unahitaji mafuta kwa ajili ya uzalishaji kwenye viwanda, kwa ajili ya usafirishaji na mfano wake, na yote mafuta, ili uweze kupata ni lazima utumie dola. Lakini ikumbukwe, dola ni karatasi ambayo juu imeandikwa thamani, maanake karatasi kama karatasi haina thamani. Wanasema wenyewe wachumi ni au watu wa, wa mambo ya fedha wanaita ni ina extrinsic value, yani maana yake thamani ya pesa inapatikana kupitia tu maandishi yale ya juu, lakini karatasi ile haina thamani, tofauti na zile pesa za zamani ambazo ulikunza ukakuta labda pesa ya dhahabu ambayo actually tunasema ina intrinsic value, ina thamani ya ndani ukiachilia ya maandishi yaliyoandikwa juu ya dhahabu, lakini yenyewe dhahabu ina, ina, ina thamani yake. Kwa hivyo Marekani wao wana

dola na ndiyo maana katika maelezo ya Marco Rubio ya siku za karibuni amekuwa akikariri kwamba kuuzwa kwa mafuta ya nchi ya Venezuela si tatizo, lakini yauzwa kwa kuchunga national interest ya Marekani, kukuchunga maslahi ya nchi ya Marekani. Kwa hivyo, Marekani anahitaji zaidi muvi ya mafuta ya, ya, ya, ya nchi ya Venezuela na ndio maana ameweza kuwa collect wafanyabiashara au kukusanya wafanyabiashara ili kuona namna ya kwenda kuwekeza katika nchi ya Venezuela, kwa sababu mafuta yauzwe kwa mujibu wa uh, kulinda maslahi ya nchi ya Marekani. Lakini miscalculation ipo au mahesabu mabovu yamepigwa, kwa sababu ukizingatia, kama Marekani hesabu yao kubwa ilikuwa inaona kumuondoa Nicolas Maduro itakuwa ni kama wameshamaliza game, kwa sababu itakuwa ni rahisi kuweza kum suppress au kum Tuliza, uh, au kumkandamiza Rais Delcy Rodriguez, uh, kwamba aweze kufanya mambo kwa mujibu wa namna ambavyo Marekani wao wanataka. Lakini hii bila shaka ilikuwa ni kalkulesheni mbovu kwa kuzingatia kwamba ndani ya chama cha Chavista uh, kuna watu ambao wana nguvu kwa kuzingatia kwamba nafasi ya umakamu wa uraisi, nafasi ya mawaziri ndani ya nchi ya Venezuela hawa wote wanateuliwa na ndio maana unakuta kwamba Raisi ambaye acting president sasa hivi raisi wa sasa hivi wa Venezuela Dos Rodriguez, lau angeapa kama raisi, manake angetakiwa ndani ya miezi mitatu aweze kuitisha uchaguzi, na ndio maana akaapa kama acting president, kama raisi anayekaimu nafasi ya raisi ili kuongeza ule muda wa uchaguzi kuto kufanyika mpaka mambo yaweze mambo yaweze kuseto. Sasa, miongoni mwa watu ambao wana nguvu sana ndani ya nchi ya Venezuela ni Diosdado Cabello abeo Diosdado Cabello ni waziri wa mambo ya ndani wa nchi ya Venezuela. Diosdado Cabello ndiyo koordineta wa mambo ya usalama wa ndani na coordination ya vitu kama vya ulinzi na usalama ndani ya nchi ya Venezuela. Manaake Diosdado Cabello na msimamo wake uko wazi kwamba majadiliano ya namna yote lazima yachunge kwanza heshima ya nchi ya Venezuela na inalokusudiwa zaidi ni kwamba kumchukua rais Nicolas Maduro kumpeleka katika jela za Marekani, maana huku ni kuivunjia heshima nchi ya Venezuela. Kwa hivyo namana majadiliano ya namna yote ili yaweze kwenda sawasawa, kwanza lazima heshima ya nchi ya Venezuela iweze kuchungwa, na ndiyo maana Marekani walitoa uh, kauli takriban siku kadhaa nyuma kumuonya Diosdado Cabello kwamba asipotoa ushirikiano kwa, asipo kwa Dolcy Rodriguez kwenye kuhakikisha kwamba Venezuela ina inafanya mambo kwa kulinda uh, maslahi pia ya Marekani, maana yake watamshughulikia Diosdado Cabello kama vile walivyomshughulikia rais Nicolas Maduro. Kwa hivyo kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kwamba bado hakuna patani nzuri baina ya Marekani na, na, na, na, na, na nchi ya Venezuela na hii ni kwa kuzingatia kwa kwamba katika watu ambao ni very powerful, ni watu ambao ni watu wa karibu zaidi na ni rais uh, Nicolas Maduro, ambao hawakubaliani na kile kilichoendelea cha kuchukuliwa rais Nicolas Maduro. Na moja katika watu hao ni waziri wa mambo ya ndani wa nchi ya Venezuela, Diosdado Cabello. Na inaonekana hata hii movement ya kolektivo imekuwa uh, imeratibiwa hivi sasa, inaendelea ndani ya nchi ya Venezuela, hasa inaonekana moja katika watu walio plan move hii ni Diosdado Cabello kwa sababu yeye ndiyo waziri wa mambo ya ndani wa nchi wa nchi ya Venezuela. Sasa hii inatupa indikesheni ya kitu gani? Kwanza inatupa indikesheni kwamba kuna uwezekano mkubwa Marekani na ndivyo itakavyokuwa, Marekani atatakiwa afanye negosiesheni nyingine, ukiachilia mumba alioifanya kumchukua rais Nicolas Maduro, lazima atalazimika afanye negosiesheni nyingine na watu ambao ni hardliners na watu ambao ni wagumu wanaopatikana ndani ya nchi ya Venezuela kama Diosdado Cabello, kwa sababu kinyume na hapo, manake mazingira ya usalama na amani kwa Marekani na plani yake ya uwekezaji itakuwa ni jambo ambalo ni gumu sana kuweza kufanikiwa. Hiyo ni pointi ya kwanza, lakini pointi namba mbili, hili linaweza likaipelekea Marekani hata kuingia kwenye ma, ma, ma, majadiliano na Rais Nicolas Maduro akiwa yuko katika jela za Marekani. Hili ni jambo ambalo linawezekana kabisa kwamba Marekani ikalazimika ikae na Rais Nicolas Maduro, izungumze naye akiwa katika jela za Marekani, waweze kubaliana katika baadhi ya terms ili kila kitu kiweze kukaa sawasawa. Na hili si jambo la ajabu, kwa kuzingatia kwa mfano, katika nchi kama ya Uturuki walikuwa na mgongano muda mrefu na Wakurdi wanaopatikana upande wa kusini mashariki mwa nchi ya, ya, ya, ya, ya Uturuki na walimkamata kiongozi wao toka kwenye miaka ya kwenye mwaka 99 takriban Abdullahi Okalani walimkamata, wakamwingiza gerezani, lakini for almost miaka kumi na sita wameshindwa kupata conclusion ya mgogoro wao baina ya Uturuki na Wakurdi. Mpaka mwisho walivyokuja kufanya majadiliano ya mwisho na Abdullahi Okalani alipowakubalia akawaambia Wakurdi wenzake washushe silaha. Wakurdi ndio wakakubali kushusha silaha kwa sababu ya majadiliano na makubaliano baina ya serikali ya Uturuki na Abdullahi Okalani ambaye ni kiongozi wa Wakurdi aliyoko aliyoko gerezani. Kwa hiyo hilo linawezekana kabisa kwamba Marekani ikafikia katika hatua ikalazimika ikae na Nicolas Maduro, wazungumze na Nicolas Maduro na kisha baada ya hapo ndio waweze kufikia kwenye conclusion ya kufanya uwekezaji huo wanaokusudia kuufanya ndani ya nchi ya, ya, ya Venezuela. Lakini jambo la tatu ambalo tunaliona ni kwamba uh, kuna kila sababu ya kwamba Marekani katika calculation waliyoifanya, kuna mahesabu ambayo inaonekana kwamba hayakuwa yamekwenda sawa sawasawa, kwa sababu hesabu ya kwanza walikuwa wameipiga wali kwa kwanza ilikuwa ni kumwondoa tu Nicolas Maduro lakini vilevile kuweza kudhibiti movement ya Warusi na Wachina ambao wanaonekana kwamba wanafacilitate au wanachagiza wana biashara za nchi ya Venezuela kufanyika nje ya mfumo wa dola na hivyo ku au kuchukua nafasi ya kupunguza matumizi matumizi ya dola, ya dola duniani. Inawezekana waliangalia tu katika, katika upande huo, lakini katika upande wa pili wa kuzingatia kwamba uhalisia katika mazingira ya kawaida hauko hivyo, kwa kuzingatia kwamba rais Nicolas Maduro alikuwa na wafuasi wengi kuliko hata wale kina Maria Corina Machado, lakini propaganda mashine ya ya nchi za magharibi, maanake zile mfumo wa kipropaganda ndo ulikuwa unazikuza una, una zile taarifa za kuonekana kwamba kina Maria Corina Machado, kina Edmund Gonzales urutia wale wapinzani wake ndio na watu wengi ndani ya nchi ya Venezuela kuliko uhalisia jisi, jisi ulivyo. Na sasa hivi kinachoendelea sasa ndo maanake ndio uhalisia ya kwamba uh, hakuna harakati ya upinzani ambayo labda inaweza ika tia nguvu kuweza kuondoa mfumo wa chavista ulioko na mfumo wa chavista kubaki katika madaraka ndani ya nchi ya Venezuela, manake kunafanya baadhi ya misimamo isiweze kubadilika mpaka pale watakapoingia katika, katika mjadala wa moja kwa moja wa kuweza kuona namna gani heshima ya Venezuela inaendelea kuwa maintained, inaendelea kubaki mahala pake, lakini vile, vile na wao Marekani wanaweza, wanaweza kubenefit. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado tunalitazama kwa, kwa, kwa umakini mkubwa kwa kuzingatia kwamba uh, serikali au wizara ya mambo ya nje ya nchi ya Marekani ndio imeshatangaza kwamba raia wa Marekani waweze kuondoka katika nchi ya Venezuela, na hili kwa upande mmoja mwingine tuna ona wazi kabisa linaweza likatia wasiwasi mkubwa kwenye wafanyabiashara ambao wanachagizwa na nchi, nchi ya Marekani waweze kwenda kuwekeza katika nchi ya Venezuela. Na hii inatupa tafsiri ya kwamba mazingira ya Venezuela ni tofauti na mazingira ya nchi kama za Iraq au nchi zingine ambazo Marekani walishia kwenda kufanya move kama hiyo, aidha ya kuvamia na kuondoa wale viongozi wao, na kisha wakafanikiwa moja kwa moja kwenye upande wa uwekezaji wa biashara za mafuta, ambao kizingatia, pia biashara ya mafuta ni muhimili mkubwa katika uchumi wa nchi ya Marekani wao ni jambo ambalo tunaendelea kulitazama na tukitaraji kwamba inawezekana katika siku chache zijazo tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea, na ukizingatia kwamba wiki ijayo takriban rais Donald Trump atakuwa na kikao na Maria Corina Machado, yule mpinzani wa nchi ya Venezuela. Kwa hiyo ni kuombe tu uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.